Vyama vyote sisi tuko pamoja na wao wote, wanaoingia kwenye kura wapewe kura na wanachama wao, yeah. Naomba mpige makofi juu ya hilo yeah. Sisi hatumtetei yoyote yoyote. Anayegombea kama amefanya mazuri atapata kura, kama amefanya mabaya atakosa kura. Sisi hapa sisi hatutetei aina ya chama Jumuiya ya maridhiano amani ni chombo ambacho kiko mido kiko katikati, wanachama upande huu, wanachama wa upande huu, yaani wale wanao chama chochote watakuwa wanafanya kwa vyama zao. Tukiona wakigombana toka katikati ya chama hiki na chama hiki, tuwakutanishe wakae kwa amani. Naomba mnielewe. <coughs> <coughs> Eh, naomba asitokee mtu wa jaimati anayempigia debe mwanachama yeyote. Sio, mnaelewa jamani wanaje? Hata hatupigi debe chama chochote, maana sisi ndio tunaosimamia watu wote kwa amani. Maana sisi kanisani, mimi mnaona wanachama wa vyama vingi sana pesiasi. Na pale nikimbiliwe kwa msikitini hapa kwa Omari wako wanachama wa vyama mbalimbali na wote wanamtegemea, huwa watangazia amani. Sasa akimwambia mpigieni fulani maana yake wala wengine watanyong'onyea kwamba kumbe wewe una mrengo eh? Sisi hatuna mrengo, naomba ieleweke hivyo. Sawa jamani? Eh, mimi hapa ukinikuta, utanikuta nikipigia mrengo wote. Mimi kura yangu ni siri yangu, na wewe kura yako ni siri yako. Oo, oh, najua nani umeridhika kwamba kwa kweli anatosha. Sawa jamani? Amen. Naomba sasa tumeelewana. E, ili katibuwasiaka seam naubirikichi huko na alafu atanitamkia nubaya lakini leo Tanzania tunakaa na huko nyuma hawa walikuwa wanaonekana kama siyo mashehu wanaonekana kama wanafuga majini, lakini leo niko na askofu kwa raha na furaha ya peke yake, yani, kila moja likuwa anamnala fulani tunaona kwamba hawa si wenyewe, lakini kwa namna fulani kwenye jumuiya ya maridhiano na amani. Hmm. Si kwamba tuna dini mseto, ni mazungumzo ya amani, kutengeneza amani, kama vile alivyosema mwanasiasa anaweza kaharibu, lakini mahala pa kukimbilia sisi si, tunasimamisha au mashehe wanaswalisha ma vyama vyote, mashehe wanaweza kuzungumza na watu wote. Kwa hiyo kwa aina hiyo ndio maana tuko hapa, hiyo lengo na shabaha hasa leo ni amani, tuzungumze siku ikifika ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa tutoke kwa amani na tuzungumzie zaidi amani ikiharibika amani mambo yote yanaharibika leo nchi zilizokuwa huko na sisi kwa sasa hivi ili tuende kwenye lengo lile lile la waasisi wa, wa nchi tunatakiwa tuombe mwenyezi mungu kwa sababu mambo mengi ya kuomba ndio yanayosaidia familia nyingi huku duniani kwa hiyo ni narudi kabisa kuwaomba ndugu zanguni, tuombe amani izidi kudumu, kwa sababu tusipokuwa na amani mambo mengi yatapotea. Na kuna watu wengi wanaodai nchi iko vibaya, lakini mimi kwa umri nilionao na umri wa miaka sitini, na mimi tangia kuzaliwa sijaona mtu yoyote aliyenikimbiza nchi hii kuwa nadidai chochote. Jamani, unataka nini zaidi ya hilo? Hilo si ndilo nalotaka? Hii nchi uwe na amani, ili tuzidi kuwa na afya njema na kuendeleza yanayotakiwa.